wamekuwa wakiishi na ugonjwa wa fungus kwa muda mrefu, wamekuwa wakijaribu kuutibu, na mwisho wa siku ugonjwa huu unakuwa ni sugu, kwa sababu chochote ambacho unakitibu mara kwa mara kinajirudia, matokeo yake kinatengeneza usugu, na huu usugu hautokuwa sugu tu peke yake, bali unaweza ukasababisha athari au maradhi mengine makubwa zaidi. Mfano, mtu anayekaa na ugonjwa wa fungus kwa muda mrefu, mwisho wa siku au bakteria wa fungus, wanaweza wakaingia kwenye damu na bakteria wa fungus. Wakishaingia kwenye damu, mtu huyu inaweza ikamletea changamoto kwenye ngozi, kuwashwa, kutokwa vipele, chunusi na vitu vingi katika ngozi yake, kwa sababu hii bakteria wa fungus wameshaingia kwenye damu. Na watu wakishakuwa kwenye stage hiyo, wengi wamekuwa wakitibiwa sehemu zile zingine, zinakuwa tatizo hili aliwezi kumalizika. Na nje ya changamoto hii, unapokana na bakteria wa fungus inaweza ikapelekea pia bakteria hawa wa fungus wakaingia kwenye mirija ya uzazi kwa mwanamke, na bakteria wa fungus wakishaingia kwenye mirija ya uzazi kwa mwanamke inatengeneza changamoto nyingine ya PID. Kwa hiyo PID inapo wakishaingia kwenye, wakishaingia kwenye mirija wanatengeneza changamoto ya PID. Sasa basi na PID inapo, inapokaa na yenyewe bila kutibiwa ipasavyo inaweza ikaisababisha ukapata shida ya saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo tunaona namna gani ugonjwa tumeanza na fungus, imekuwa sugu, hajatibiwa fungus biwa, imesababisha salata, imesababisha eh, da, uh, bakteria fungus kuingia kwenye damu, wametoka pale, wamesababisha za ngozi kutengeneza ukurutu, na ngozi ishatengeneza ukurutu, mwisho wa siku sababisha saratani au kansa ya ngozi, kwa sababu ukurutu unakuwa ngozi kama ina kakamaa, lakini ambayo, umekua, une, une, une, une, jirudia, une, tukudia, ni fungus hiyo hiyo ambayo imekuwa unajitibu, inajirudia, unachukulia ni madhoea, kumbe inaweza ikaleta madhara makubwa zaidi ija hapo ukiacha inatengeneza tatizo lingine la PID na mwisho wa siku inaweza kusababisha pia saratani ya shingo ya kizazi. Unaona, ni fungus hiyo hiyo ambayo imeweza kuzalisha baadhi ya maradhi mengi, na mtu mwenye fungus anaweza akaa nasikia e, kuwashwa kama nilivyosema iza e, iza pembezoni mwa mapaja huku, au kwa mwanamke kutoka pia na uchafu sehemu za siri, lakini ukaa mweupe au akuvutika. Lakini pia PID ina dalili zile zile, kutoka na uchafu, lakini pia uchafu huu unaweza uka sababisha pia ukasikia maumivu wakati wa kukutana na mwenzi wako, lakini pia pia, PID unapokaa nayo muda mrefu inaweza ikasababisha ukapata shida ya kutokupata mtoto. Tunao dawa yetu ya lonzwe ambayo inatibu tatizo la fangas pamoja na PID. Kwa hiyo kama una changamoto hii, tunakushauri utumie dawa hii, utapata kupona moja kwa moja na uache kuishi na madhoea ya kukaa na ugonjwa bila kuutibu na ukaweza kuondoka. Lakini kuna watu ambao, pengine kutokana na kukaa na changamoto hii ya fungus au ya PID, imepelekea hormone imbalance zao hazijakaa vizuri, hadi ambao upebukaji wa mayai umekuwa sio mzuri basi utumie dawa ya fangasi au ya PID kupona kabisa, lakini kama unahitaji mtoto, pengine umekaa miaka mingi bila kupata mtoto, tuna dawa yetu hapa inaitwa Mbasa. Hii dawa ni dawa yenye uwezo mkubwa wa kuwezesha kupata mapacha. Watu wengi wamezoea kwamba kupata mapacha ni historia ya kifamilia, lakini ukitumia dawa yetu hii ya asili inakuwezesha kupevusha mayai mawili na utaweza kupata mapacha bila kujali historia ya kifamilia na bila kujali kwamba nani ana historia ya kupata mapacha. Dawa hii ina uwezo na utaipata Song'wa pekee, hakuna sehemu nyingine unaweza kupata dawa hii yenye uwezo wa namna hiyo. Na pia tunatibu magonjwa mengi kama kisukari, vidonda vya tumbo E, matatizo ya, ya ya athma matatizo ya allergy na magonjwa mengi. Kwa hiyo ni vizuri ukatupigia simu kwenye namba unayoiona hapo, ama ukatutembelea kwenye mitandao ya kijamii, ama kwenye website yetu unayoiona hiyo, ili uweze kusaidika. Afya yako ni jukumu letu.